Kusoma na kufaulu katika fizikia inahitaji mbinu sahihi na mazoezi ya kutosha. Hapa kuna vidokezo vya kukusaidia. Moja, fahamu misingi. Anza kwa kuelewa dhana za kimsingi kama vile mwendo, nguvu, nishati na umeme. Fizikia inategemea sana kanuni za msingi, kwa hivyo uelewa mzuri wa misingi ni muhimu. Mbili, soma kwa makini soma vitabu vya kiada na vyanzo vingine vya kusoma kwa makini. Hakikisha unaelewa kila dhana kabla ya kuendelea na mada ngumu zaidi. Tatu, fanya mazoezi. Fizikia ni somo la vitendo. Fanya mazoezi mengi ya hesabu na maswali. Hii itakusaidia kuelewa vizuri zaidi dhana na kujifunza jinsi ya kutumia fomula. Nne, tumia vifaa vya kielelezo hu. Tumia michoro, grafu na vifaa vya kielelezo kukusaidia kuelewa dhana ngumu. Hii inaweza kufanya mada ngumu kuwa rahisi kuelewa. Tano, shiriki katika majadiliano. Jadiliana na wenzako au walimu kuhusu mada ngumu. Majadiliano yanaweza kukusaidia kufahamu vizuri zaidi na kukupa mtazamo mpya wa kutatua matatizo. Sita, tumia vyanzo vya mtandaoni. Kuna vyanzo vingi vya mtandaoni kama vile video za mafunzo, kozi za mtandaoni na majukwaa ya maswali na majibu ambayo vinaweza kukusaidia kujifunza. Saba, fanya majaribio. Ikiwa una fursa, fanya majaribio ya vitendo. Hii itakusaidia kuona dhana za fizikia kwa vitendo na kuzifahamu vizuri zaidi. Nane, fanya majira ya mapitio. Panga muda wa kufanya mapitio ya mara kwa mara. Hii itakusaidia kukumbuka dhana na fomula kwa urahisi zaidi. Tisa, tafuta msaada unapohitaji. Usiogope kuuliza maswali au kuomba msaada kutoka kwa walimu au marafiki wakati unapokutana na changamoto. Kumi, jisikie rahisi na kuwa na msukumo. Fizikia inaweza kuwa changamoto, lakini kwa msukumo na mazoezi ya kutosha unaweza kufaulu. Jisikie rahisi na ujifunze kwa kuvutwa na mada. Kumbuka, mazoezi na uvumilivu ni muhimu katika kufaulu fizikia. Kila mtu anaweza kufaulu ikiwa anafanya kazi kwa bidii na kwa njia sahihi.